Karibu ndugu mtazamaji wetu katika kipindi chetu cha Kiganjani Afya Check, na leo tumetembelewa na mgeni muhimu sana katika kipindi chetu, na nitamkaribisha ili aweze kujitambulisha. Karibu mgeni wetu, ujitambulisha. Asante sana, jina langu naitwa Mariamu Omary Mazua, nimetokea Buza, naumwa na tatizo la figo okay. Umesema ni mgonjwa mwenye tatizo la figo, kwa maana figo zimefeli? Ndio, zimefeli. na tatizo hili lina muda gani, toka limeanza? Tangu limeanza tangia mwezi wa nane mwaka jana. Okay, pole sana, pole sana yeah. Na mtazamaji wetu alikuwa anataka kufahamu labda kwa nini uko hapa leo mbele ya watazamaji wetu? Niko hapa watanzania wenzangu, nimekuja kuomba msaada kutokana na tatizo langu la figo. Niliwekea laini shingoni, ile laini imetoka usiku. Kwa hiyo kama imetoka, nilikuwa naomba mnisaidie. Pesa ya ku- kwenda kununulia ili line sina. Ya mtazamaji wetu angetaka kujua, imetoka usiku ina muda gani sasa, toka line hiyo imetoka na matibabu haya yanagharimu shilingi ngapi? Imetoka ina wiki kama mbili, sijaenda dialysis. Okay. Kwa hiyo ni muda wa wiki mbili hujafanya dialysis. Kwa sababu hauna laini na ni shilingi ngapi? Wamekuambia ni shilingi ngapi kuweka laini hiyo? Ni milioni moja na laki mbili. Milioni moja na laki mbili. Hospitali gani hiyo wanafanya hivyo kwa milioni moja laki mbili? Mwimbili okay, ni hospitali ya Mwimbili mm. Na mpaka sasa kwa muda wa wiki mbili yote haujafanya matibabu hujafanya dialysis ujafanya dialysis mm. Umejitahidi na umeweza kupata shilingi ngapi? Yaani mpaka sasa na laki mbili tu. Una laki mbili. Kwa hiyo umepelea takriban shilingi milioni moja. Ndio ndizo ambazo unawaomba Watanzania wa kuchangie ili uweze kurudishiwa laini yako na kufanya matibabu. Ndiyo. Okay. Ndugu mtazamaji wetu kama ambavyo eh, umemsikia eh, mgeni wetu aliyejitambulisha kwa jina la Mariam amekuja ofisini kwetu mahali hapa ili kukuomba wewe Mtanzania na Tanzania ambaye umepata nafasi ya kusikiliza kipindi hiki cha dharura kwa ajili ya kuokoa maisha ya mpendwa wetu ambaye amekutwa na tatizo ila figo. Njia yake ambayo alikuwa anaitegemea kwa ajili ya kufanya e, dialysis imetoka, ina wiki mbili, na wiki mbili bila kufanya dialysis ni jambo la hatari sana, na ndio maana umeanza kumwona ana hata upumuaji wake ni wa shida moja kati ya shida ambayo anaipata sasa ni kwamba maji yanaanza kujaa kwenye mapafu. Kwa hiyo maji akiendelea kujaa, kama ataendelea kutopata matibabu ya haraka, basi anaweza akapoteza maisha. Yuko mahali hapa, wewe kama mtazamaji wetu, tunaomba umsaidie. Amepelea shilingi milioni moja na anaomba umsaidie na anapotaka kukusaidia atumie namba gani? Na hiyo namba itatoka jina gani? Itatumia namba yangu, unaweza ukawatajia namba yako ni Tigo ya 14 80 19 98, jina litakuja Mariamu Omari Mazua okay. Hebu rudia tena kwa yule ambaye labda akusikia baadhi ya namba 0714 80 19 98, jina litakuja Mariamu Mazua. Asante ndugu mtazamaji mm, wetu namba ya kuchangia ndugu yetu ni hiyo hapo chini itaonekana kwenye skrini yako. Umeiona, unaweza ukatuma moja kwa moja kwake na itamfikia ili aweze e, kupata fursa ya kuendelea na matibabu yake. Basi na mimi niendelee kukushukuru, na zaidi ni kuombe sambaza video hii kwa watu wengi zaidi ili waweze kumchangia ndugu yetu huyu na hatimaye tuweze e, kuokoa maisha ya Mtanzania mwenzetu. Mpaka kipindi kijacho, ni mimi mwandaji wako Dr. Silasi Kishaluri. Bye bye.